Hmm. Asikuambie mtu maisha magumu. mm -hmm. mwanzo mwanzo mgumu. Unless kama una watu wa kukusaidia watu wa kukushika mkono, ila hivi hivi, mwenzangu tena hivi. mm -hmm. kama ndo hizo watu wanavyosema hizo connection connection, hazipo mi, connection ilikuwa sina, sema nichoamini tu ni kipaji changu mi, niliamini hata kuigiza hata sehemu yoyote ile. mm -hmm. yani sijui yani sielewi mi mwenyewe kwa kweli, kicho nipeleka mm -hmm. sema tu ni ile wanasema ndoto ikiwa kubwa sana, ukiamini mm -hmm. sana amini, hata kama watu wengine wasipokuamini inaweza ikakufikisha sehemu ambapo mwenyewe hata ukutegemea. mm -hmm. Yani milango itafunguka mbwe mwenyewe hata ukutegemea. Hicho mi ndio kilichokuwa kinanipush na kumwamini tu kwamba Mungu bana, uwendao umeumba dunia hii, hamna mipaka kwako, Marekani utanifikisha na nitafanikisha ulichoni ulisho kiweka ndani yangu. Hiyo ndio ilikuwa imani yangu kubwa sana kwa sasa. mm -hmm. Kujibu swali lako, kwa kweli Marekani ilikuwa ngumu, hasa kiuchumi mm -hmm. Nilivyofika kiuchumi ilikuwa ngumu sana, ile mwanzo unawaa sasa hapa na survive vipi? Lakini ndio hivyo, vitu vigumu lazima upitie hapo, yaani ni, ni, ni, kitu ambacho uwezi ukakikwepa, either ubaka urudi ulikotoka ukatulia uwe comfortable na wazazi wako au uko kwenu Bongo au uendelee kupambana, lakini ilikuwa ni ngumu sana, ilikuwa ni ngumu sana kujitafuta ile mwanzo, ile miaka ya mwanzo mm. Utapunguza sana weight, lazima upunguze kilo yaani. Mhm. Mm ya yeah, ilikuwa ngumu. Okay, lakini Mungu ni mwema ukaweza. Hivo hivo unazidi kupambana, unazidi kutafuta njia. Like, uwezo uh, ukagive up. Sasa uwezo ukagive mm -hmm. up. Unless kama mtu anataka kugive up, ni yeye mwenyewe but kwangu mimi it was not an option like. Kwa sababu ni, nikiangalia nyuma kuna watu wanantazama. Na kuna watu wengine ambao wananiambia kabisa hutoweza. Mm -hmm. Hujai hata kuigiza, unaenda uko kufanya nini? So najua mm -hmm. zile na watu wengine yeah. pia huko Bongo. Watu hawaamini katika vitu vya sanaa. Mm -hmm. Watu wanaamini katika hizi career like, unajua jua zi white collar jobs na vitu yeah. kama hivyo watu ndo wanaziamini sana lakini, mtu ukimwambia mimi naenda kuigiza tena Marekani, hata bongo yeah. movie hajawahi kukuona huko, naenda kutoboaje? Vipi sasa? So unajua people wanadhani huko crazy, yeah. you know what yeah. I mean to say, but mimi niliamini tu ndani yangu, kwa sababu mimi najua kabisa, hapa nikipewa kipewa na nafasi, najua hichi kitu mimi nakifanya. mhm mm Kwao nilihitaji tu kuwepo ulingoni, nipambane na mimi ndio hicho mimi nichokuwa nakitaja, just to be that room. Afini, mm -hmm. Pambani, afu ni pambane alafu tuone matokeo kama nimeshindwa fresh so y yeah, hicho ndo kitu kikubwa kwa ya mwisho wa siku mi nilifosi tu kusema kweli. mm -hmm. Nililazimisha nali na Mungu akanifungulia milango, ndo tuko hapa mpaka leo, okay. Na igene ambazo unahisi wewe ndo your best kwenye kuziigiza, mi napenda drama okay. Kwa mzee wa malavidavi zozote ziwe malavidavi iwe Unaigiza bosi, unaigiza mfanyakazi. Just drama, not action, okay. Like more yeah. action, mi siko vizuri sana, mambo ya stunts mm -hmm. au comedy pia sijui. Some people say I'm funny, but sio kitu ambacho mi nakichukulia more serious, but napenda sana drama. Okay. Na mpaka sasa hivi umepata nafasi ya kuigiza japo kitu kidogo? Okay so, uh, so nilipofika nilianza kuigiza igiza, kuna hizi background jobs unajua huku Marekani zipo sehemu nyingi ambao, yani kuna opportunities za waigizaji ambapo hauhitaji hata yani, tuseme kuna zile websites, kuna mm -hmm. website fulani inaitwa backstage.com na backstage zipo nyingi, yani unaweza ukaenda tu kwenye website uka create profile kama facebook profile wherever, ukaweka na ni zako zile your height wherever, ukaweka na picha yako na kila kitu Mm -hmm. Alafu humo ndani ukuwa na apply for jobs. Sasa mule ndani watu wanaweka hizi acting jobs, student films, hizi low budget films, naoeleva watu wanatafuta waigizaji, ka nakuta wale casting directors au producers wherever wanaweka zile matangazo kwamba tunataka mwigizaji, tunataka male, age, mm -hmm. labda tunataka mwigizaji fulani, labda tunamtaka age labda 18 to 25, awe mtu mweusi na urefu bla bla bla bla wanakuwekea ita tu ile shot wereva kwamba itahitaji mtu afanye abc, kwa anataka mtu audition. Kwa hizo zipo nyingi kwa mtu na kuna apply na vitu kama vile, kwa nilikuwa na apply. So sometimes ni zile background tu wanahitaji, mm -hmm. tu watu awepo background kama ni kuchia au kuonekana na kunywa kaa wereva. So hizo nilizifanya sana, nilizifanya sana kipindi na ingia. Yeah, but it was not for these big films, lakini mm -hmm. ukitaka kuingia kwenye hizi big projects sasa, hizi movie kubwa ambazo ziko funded na Netflix au whatever, hizo zinakuwa ngumu kidogo unless, kwa sababu hizo kazi wanakuwa nazo. Tunahitaji unajua, kuna wale ma -agents wale, mm -hmm. wale ma kuna hizi agencies ndio wanakuwa nazishikilia zile opportunities. Ni mara chache sana kuzikuta online, kwa sababu how can I put it um, yani how can I put it, najaribu kuifano ili ueleweka zaidi. Yani iko hivi, so let's say studios hizi kubwa like, Universal Studios right? uh -huh. Wana fan movie right? uh -huh. Tumchukulie picha direkta mkubwa nani, James Cameron kwa mfano. Uh so, huyo direkta mkubwa ana muda wa kuanza kutafuta waigizaji. Ana casting directors wake umeshansoma. Nao casting directors wao nao pia hawana muda wa kuanza kutafuta waigizaji. Uh -huh. Kwa sababu watu ni wengi so wao wanachokifanya wana agencies. Kwa agencies wanawapigia tu simu agent fulani akasikia kuna role limetoka, kuna movie ya James Cameron, tunamhitaji mwigizaji awe hivi aa i unawaigizaji una ambao watakuja kwa audition ko na yule agent naye pia ana represent wasanii wa wengi kosa mm -hmm. kwenye ule wasanii lesi, anaweza akawa ana represent hata wasanii hamsini whatever sijui, mm -hmm. Anamtapa yule ambaye anafit ile category no.